Swali kutoka kwa mwenzetu anauliza kwamba a, inakuaje a, vidonda vya tumbo vina asili tendo la ndoa au vina asili nguvu za kiume? Leo ndio kitu ambacho nitafundisha ili wengi wameweza awaweze kukielewa. Na unapokuwa unatibu nguvu za kiume hakikisha hauna changamoto ya vidonda vya tumbo. Sasa vidonda vya tumbo vimekuwa causative wa upungufu wa nguvu za kiume. Kitu cha kwanza, zinapelekea maumivu ya kudumu na kuongeza msongo wa mawazo stress. Ndio maana moja ya kitu ambacho unatakiwa kukifanya unapokuwa unaundu, uh, unataka kuondokana changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, angalia namna ya cut off kabisa stress, kwa sababu stress huwa zina asili homoni zinazohusika uh, zinazohusika uh, zinazohusika na nguvu za kiume lakini pia na maumivu yale makali unapokuwa unayapata, basi yanapunguza nguvu ya mwili moja kwa moja. Namba mbili ni ukosefu wa usingizi. Jamani, usingizi ni muhimu sana. Tunapokuwa tunatibu upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unapata usingizi wa kutosha, lala kwa kuharibia masaa nane na kuendelea. Ndugu yangu tunasema upungufu uh, upungufu wa kusinzia, upungufu wa kusinzia uh, ukosefu wa usingizi basi huo unasababisha uafifu wa homoni ambayo inaitwa testosterone ambayo ni homoni bora kwa ajili ya nguvu zako za kiume. Lakini pia ukosefu wa usingizi mara nyingi unasababishwa na vidonda vya tumbo, unakuwa unapitia yale maumivu makali, kwa hiyo huwezi kulala automatically. Lakini pia kukosa hamu ya kula na lishe duni Unapokuwa na vidonda vya tumbo basi, utakuwa unakosa hamu ya kula. Kwa hiyo unapokuwa unakosa hamu ya kula, unapunguza energy kwenye mwili wako. Kwa hiyo hautakuwa na energy ya kutosha ya kuweza kuhimili tendo la ndoa, lakini pia lishe duni. Lishe duni ni ipi? Ina maana tutakukataza baadhi ya vyakula, na hivi vyakula ambavyo tutakataza ni vizuri sana kwa ajili ya kuimarisha afya yako ya tendo la ndoa au ya nguvu za kiume, lakini pia matumizi ya zile dawa za vidonda vya tumbo, amoprazo, antoprazo, antiacid na antibiotics mbalimbali mbali. Tunajua madhara yake, zile kemikali pia zina asili au zinapelekea kutokuwepo na usawa wa homoni, na hivyo inapelekea uchovu na kushindwa kuhimili tendo la ndoa lakini pia uh, tunasema vidonda vya tumbo vinasababishwa na mdudu ambaye anaitwa H pylori au H pylori, basi anaweza pia kuasili ule utendaji wa ini na mfumo wa mengenyaji wa chakula. Tujue ili uweze kuperform vizuri katika am ya tendo ranue, kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa unatakiwa uh, kuna, kuna mchakato wa karibia homoni zote. Kwa hiyo kuwepo vidonda vya tumbo uh, vina asili ini lakini vinaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, basi ni moja kwa moja vitaathiri uwezo wako wa nguvu za kiume. Kama una swali lolote, kama unatafuta dawa ya nguvu za kiume, unaona vidonda vya tumbo, ndugu yangu, hautapona kamwe kabla ya kutibu vidonda vya tumbo. Tibu vidonda vya tumbo kutumia stomach acids, ili uweze kufurahia maisha na kufurahia tendo la ndoa. Karibu.